Sehemu zadi ya Ndondele. Uwe mwanamke uwe mwanamke usioka na aibu. Hebu toka huku njoo twenzetu, fanya haraka kaka. Umwanamke yuko api? Yuko huko ndani tangu sasa hivi, unapiga mayo hapa, namwita hataki kutoka, kang'ang'ania kama kwao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 Nimekaa hapa mi nasema na watu, unatukanwa na nini? Kumbe shambenga, mwanamke mwenyewe pumbavu kabisa. Wageni karibuni, wanangu. Asante sana, karibu karibu sana, wanangu <tabu unia> karibuni. Yes, asante. Tushakaribia kwema, lakini si kwema. Tumemleta mwanao huyo. Mwanao huyo ni mjamzito, kwa hiyo tunataka kujua uja uzito huo kaupata wapi? Mwanangu, mbona sikuelewi mwanangu? mimi mumewe ni huyu, mbona wanasema hivyo? Kweli ni mume wake, lakini kakaangu mimi alipata matatizo ya ajali ya gari akapelekwa hospitali, katika vipimo ikaonekana ikawne kwamba kakaangu hawezi kuzaa tena. Inakuwaje huyu abebe mimba na kati kakaangu hana uzazi mpaka dakika hii baba Dami? Hebu niambie ukweli ukweli hasa, wataongea mwanao. Kama anakuheshimu wewe mama yake na anakupenda ataongea ukweli mbele yako na sisi tutapata faida, kwa sababu alichokuzungumzia dada yangu hapa ni ukweli mtupu. Mimi niliwahi kupata ajali nikalazwa hospitali, bahati nzuri nikapona, lakini baada ya kupona nikaruhusiwa niondoke nende nyumbani. Kabla sijaondoka hospitali, dokto akasema nipimwe eh? maungo ama mwili mzima julikane kama ninaitilafu kidogo au niko okay kabisa. Katika vipimo ikaonekana baadhi ya viungo vyangu vichache haviko sawasawa, vimeathirika na wao. Moja ya kiungo kilichoathirika ni sehemu yangu ya kizazi, na dokta akaniambia, kwa kweli ninaweza kushiriki tendo la ndoa, ninaweza kuishi na mwanamke yoyote ntakayempenda ila katu sitaweza kumtia mimba akazaa. Iyo lolipo akilini, ndipo sikumficha ndugu yangu, ndugu, nikamweleza hali halisi. Hivyo ndio maana akazungumza yale aliyokuzungumzia hapo. Yuko sahihi. Sasa mwanao aeleze, ama akuambie ukweli, uja uzito ama mimba ile aliyonayo, nani nane aliyemtia mwanangu? Hebu naambia ukweli huu, ujauzito ni wa nani? Mama, mi sifahamu chochote, sina hata la kujibu kwa sababu mume wangu ndio ile pale. Sema ukweli wako, hiyo mimba ni ya nani? Mwanangu, narudia tena, hebu sema, huu ujauzito ni wa nani? Ila mama, naomba unisamehe sana, najua nimekukosea. Ni kweli, mimba sio ya mzee Mbalo, hali ni ya Ndondele. Ndondele ulivyotaka, uh, uh, hmm. mm. kumpandikizia kakangu ujauzito, kumbe ujauzito si wa kakangu, <tip> na kakangu hana kizazi Kumbe hivi ni mbaya hivyo? Kumbe fisadi! Hey. yeah. E, e. Ndondele, huyu huyu ninayemfahamu mimi, kijana niliyemchukulia kwamba ni mwema na ni mzuri kwangu, nikamchunuku, namweleza maneno mengi ya maana, ndio alinifanyia ushenzi. Alinifanyia ushenzi huu, hmm, makubwa. Fadhila ya punda mateke. Asante sana dada, mama, asante kwa faida aliyonipa mwanao. Baba. Baba. Baba. Hebu rudi tuongee. Mtayazungumza nye wenye kuzungumza, mimi simo wala siwezi katu. Sasa ni hivi, mtoto wako tumekuletea, baki na mtoto wako na kuanzia leo hii sitaki nimwona tena kwa kaka yangu, yani hiyo mwanzo na mwisho, sijui, nanielewa? Mama anazungumzika tena? Ndio naondoka, yani hiyo mwanzo na mwisho. Subiri, anazungumzika. Mwanangu, mwanangu, umeona ulivyonizalidisha, umeona ulivyonivua nguo. Nisamehe sana, najua nimekukosea. Mm, twende ndani tukaongee. Hapana, ni sio haki. Mzee Mbaru, shikamo. Mzee wangu. Mzee wako nani? Apana, ah, mzee wako. Mzee wako mimi? mzee wako hivi wewe, mimi ningekuwa mzee wako ungethubutu kunifanyia mambo ya kipumbavu au? Ulionifanyia mambo ya kishenzi kabisa, wanifanyia. Alafu a mzee wangu, mzee wa mimi, mzee wako? Eh mzee, kitu gani kinaendelea? Mbona hujui kitu gani kinaendelea? Kijana niliyekuwa ninakuamini kabisa, ninakupenda, kumbe nilikuwa nampenda nyoka. Wewe wanifanyia mambo yasiokuwa na maana, mke wangu mimba Mwanangu mimba, alafu wewe unakuja pa? Mzee wangu sasa, nikwambie kitu hapa, nilichofata mimi kitu hiki. Mzee subiri kwanza, mzee, mimi sijakufanyia hivyo vitu, sijafanya hivyo vitu, siwezi li... ni watu tu wanataka, baba, kutugombanaibablikidabababona watakauwe baba, ndio na navyotaka na kua, ndio Kafanyaje mzee wangu huyu mko wa watu huyu kijana mnijan, ni mshenzi sana, <gibu> sana. Kamtia mimba mwanangu kamtia mimba mke wangu wakati mmoja wewe wewe, ungeweza sikiliza mzemba, nisikilize mimi. Aliyemtia mimba sio huyu Ndondele, aliyemtia mimba mkeo ni yule Bwana Sambuge ndo kamtia mkeo mimba. Hata si unaona? Ungeenda jela mzee kule, tungemua kijana wa watu, kula moyo kwa ujinga wako